madhambi ya mwanadamu kumdhulumu mwanadamu mwenzake. ila anna li kulli dhambi ukuba wa li kulli hasana thawaba, ndugu zangu na wazee wangu watukufu, jambo lolote ambapo, jambo lolote kwamba linahusika na madhambi linakuwa na adhabu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu na vilevile jema lolote kwamba utalifanya utakuwa ni mwenye kupata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. wa anna dhulma ukubatahu fi dunya qabla al akhirah, lakini madhambi ya dhulma, wazee wangu watukufu, adhabu yake inakuwa ni duniani kabla ya akhirah. fa dhulmu dainu mardudu ala swahibihi dhulma. Madhambi ya kudhulumu inakuwa ni deni, umekopesha ni lazima wewe pia, kabla hujafa utarudishiwa deni lile, ima kwa haraka au ima kwa kuchelewa. Wazee wangu watukufu, kuchelewa kwa adhabu, taakhirul adhabi kuchelewa kwa adhabu laisa liridhwa bi biafalihim bali huwa sunnatullah llahi imhalul uswati mudda. Yule dhalimu anapofanya dhuluma yake na vilevile vile ikachelewa kile kisasi, Mwenyezimungu akachelewa kukileta malipo, akachelewa kuyaleta Allah subhanah wa taala, haina maana kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaridhika na wale madhalimu, bali hiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu kuwapatia wale wenye kudhulumu muda. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, innallaha la yumli lidhalimin hatta idha akhadhahum lam yuflituhu, kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala humpatia muda yule mwenye kudhulumu, lakini akisha kumkamata yule mwenye kudhulumu hatoki tena. Mwenyezi Mungu anasema, wala tahsabanna alladhina dhalamu wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, musidhanie kuwa Mwenyezi Mungu anaghafilika kwa mambo wanayofanya wale wenye kudhulumu. Mwenyezi Mungu anasema wa, wa man yaamalu min as-salihati wa huwa muminun fala yakhafu dhulman wala hadhman, yule ambaye kwamba anafanya amali njema hali ya kuwa ana imani na Mwenyezi Mungu, ana imani na kesho akhera, ana imani kuna malipo mbele ya Mwenyezi Mungu, basi mtu kama huyo huwa haogopi kudhulumiwa wala haogopi kunyanyaswa haki yake. Faman ya'mal ya mithqala dharratin khairan yara. Waman ya'mal ya mithqala dharratin sharran yara. Yoyote yule ambaye kwamba atafanya amali yoyote iwe ndogo kiasi chochote ya kheri ataiona mbele ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kufanya amali aina yoyote ndogo kubwa ya shari basi pia atakwenda kuiona mbele ya Mwenyezi Mungu. Fanya yale ambayo kwamba yoyote, ambayo kwamba utalifanya hivi sasa. Matafalulana tajidu ghadan, ukilifanya jambo lolote hivi sasa, kesho utalipata. Aljazaa min jinsi la amali, malipo ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba analipa yanategemea yale matendo yako. Wazee wangu watukufu, ukitenda mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu utapata mazuri na vilevile ukitenda vile maovu utakwenda kulipwa maovu. Wazee wangu wa tukufu, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: albirru la yabla wadhambu la yunsa waddayanu la yamutu if'ali ma shita kama tadinu tudani, kuwa wema hauwezi na vilevile vile dhambi halisahuliki na yule mlipaji ambayo kwamba ni Mwenyezi Mungu hafi fanya lolote, ambayo kwamba utalifanya, basi vile ulivyofanya, utakwenda kulipwa ima ni duniani ama ni akhera. Wazee wangu watukufu na ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu anatukizwa nalo zaidi, jambo la dhulma Jambo la dhulma, Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe binafsi nafsi yake Mwenyezi Mungu ameharamisha dhulma juu ya nafsi yake. Je, linakuwa na uzito kiasi gani mbele ya mwanadamu, jambo ambalo kwamba ni haramu Mwenyezi Mungu kufanya? Je, wewe, katika hadith kutsi Mwenyezi Mungu anasema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wajaaltuhu bainakum muharaman fala tadhalamu, ewe mja wangu, mimi nimefanya dhulma ni haramu juu ya nafsi yangu, vilevile nikajalia ya dhulma beina yenu nyinyi wenyewe ni haramu, basi musidhulumiane. Jambo lina uzito kiasi gani? Kama kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni haramu, na Mwenyezi Mungu, innallaha ala kulli shayin kadir yee ni ruhusa kufanya lolote lakini, imekuwa pia yeye ye, ni haramu kwake ye, kwangu mimi na wewe, kumdhulumu mwenzako yoyote yule. Ambaye kwamba wazee wangu watukufu, yeye anaona ana nguvu, anaona ana cheo, anaona ana mbinu ya kumdhulumu mwenzake, basi ajihadhari sana. Wewe kama hivi sasa una dhuluma uendelea nayo na unajiona una nguvu na unajua ni dhulma, basi jiepushe nayo, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakuadhibu hapa hapa, vovote utakavyokuwa, uwe na nguvu kiasi chochote utakachona nguvu utakachona kuwa. Ndugu zangu na wazee wangu watukufu, kisa cha kuonesha dhulma inakuwa marududu liswahibihi, inarejeshwa kwa mwenye kufanya, na vilevile ni kulli dhambi ukuba kuwa kila dhambi Mwenyezi Mungu anaadhibu. Kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam, wakati mmoja Nabii Allah Musa alayhi salam, wazee wangu watukufu, alikwenda kwa munajati rabi ili kuzungumza na mola wake. Musa alayhi salam akamwambia Allah subhanahu wa taala, ya rabbi arini kaifa yakhudhu dhaifu haqqahu min alqawi. E, mola wangu nionyeshe vipi yule ambaye kwamba ni dhaifu mtu ambaye kwamba ni mnyonge anaweza kupata haki yake kwa yule ambaye kwamba ni mtu qawii mwenye nguvu mwenye dhuluma mwenye kudhulumu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa alaihi salam, ya Musa, idhhabu ila makani fulani fi wakti fulani, nenda katika sehemu fulani yewe Musa, uende ukaone vipi yakhudhu dhaifu haqqan min al-qawi, vipi umuone yule ambaye kwamba ni dhaifu, mtu mnyonge mwenye kudhulumiwa anavyopata haki yake kwa mwenye kudhulumu. Wazee wangu watukufu, Nabii Allah Musa alaihi salam akajifungafunga na kuelekea katika ile sehemu. Alipofika katika ile sehemu, akaona chimbuko la maji katika jabali. Nabii Allah Musa alayhi salamu akakaa katika ile sehemu kwa kujificha, kutaka kuangalia na kuchunguza vipi mtu mnyonge anaweza kupata haki yake kwa mwenye nguvu. Mara tu akatokea bwana mmoja ambayo kwamba ni mwindaji akiwa amepanda juu ya ngamia. Yule bwana akawa anataka ile maji, akaja katika ile sehemu ya maji, akavua ukanda wake, akaweka kando karibu na yeye. Yule bwana fashariba waktasal, akanywa maji vizuri, kiu ikamtoka, kisha akaoga. Lakini baada ya kuwa yule bwana amemaliza haja zake yuaondoka, nasi ya hizama hizamahu, alisahau ile ji koba lake. Wa baada qalil jaa ghulam swaghira rakiba himara, baada muda mchache, mara amekuja kijana mwingine, yule kuondoka tu kijana ametokea. Musa yuangalia ile picha, hawezi kumwambia bwana umesahau pochi lako, ataka kujua, amemwona Mwenyezi Mungu, afanye subra, angalie. Kijana amekuja kijana naye akanywa maji akaoga, falamma arada insiraf waqa'at aynahu ala hizamil faris, alipotaka kuondoka, amemaliza haja zake, mara akaona akaona lile jipochi ambayo liko kando pale la yule mwindaji yule kijana, akaenda katika lile jipochi na kulifungua. Ndani faidha fihi mumtaliu bildhahbi walamwali, akilifungua ndani ndani limejaa mali majohar, kila aina, dhahabu, lulu, pesa ziko ndani. Akhadha huwa nsarafu, yule kijana akachukua ile pochi lakini Musa hawezi kumwambia bwana e, mwenyewe melisahau hivi sasa bwana si lako liwache hapo Musa ameambia afanye subra, na Allah subhanahu wa ta'ala aangalie kaifa yakhudhu dhaifu haqqan min alqawi, vipi mtu mnyonge anaweza kupata haki yake kwa yule dhalimu, kwa yule mwenye nguvu. Kijana huyo akaondoka. Baada ya kijana kuondoka, baada kalili aqbala alal mai shaykhun ajuz, baada ya kuondoka kijana tu katika yale maji akaja mzee mkongwe kabisa. Fashariba waqtasal, mzee mkongwe akanywa maji na kuoga. Wa wabainahu bainahuma kadhalik, alipokuwa hali hiyo iwaoga akaja yule ambaye kwamba ni mwenye kuwinja akatokezea mbio, musria yabhath an hizami falam yajiduhu. Yule bwana akaja mbio kuangalia ile sehemu ambayo kwamba ameweka kwa ile jipochi lake, lakini hakulipata haliko lile pochi. Akamwona huyu mzee, ndio ambaye kwamba amekuja kwa baada ya kuondoka mimi, akamuuliza yule mzee, mzee, uniambie pochi langu liko wapi? Umeliweka wapi ile pochi langu? Yule mzee akamwambia, mimi sijaona pochi Sikuchukua pochi mimi. Yule bwana akatoa upanga akamwambia, mzee, usiponieleza ukweli nitakata shingo yako. Yule mzee akamwambia, ni ukweli nakwambia, mimi sijashuhudia pochi hiyo sehemu. Yule bwana alipiga shingo ya mzee kwa panga, akakirusha kichwa mbali. Musa anasikia uchungu wa wazee wangu wa kwa hii ni dhulma. Huyu mzee hajachukua ile pochi, amechukua ni kijana, lakini ameambiwa afanye subra, angalie tu matokeo yatakuwaje. Musa akamwambia: ya Rabbi, inna hadha al-faris zalama abduka sheikh al-ajuz lajuz. Allah, mola wangu huyu bwana huyu mwindaji amemdhulumu mja wako mzee, si yeye alochukua lipuche? Ni dhulma hii amefanya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia, ya Musa, hadha sheikhul ajuz kad katala abul faris mundhu adada sinin. Mzee huyu mzee mkongwe aliouliwa na huyu bwana, alimuua babake huyu mwindaji miaka iliyopita. Leo mwindaji anamuua mzee mkongwe akiwa hajui kuwa huyu mzee alimuua, alimuua babangu. Anamuua kwa sababu huyu mzee ameiba pochi langu, lakini akiba Mwenyezi Mungu li ni deni, Mwenyezi Mungu wananilipa hata kwa kizazi chako, asema wahadha hulamu kana abuhu kaja amila ala walidi alfaris ishirina sana wala miutwa haqahu. Na huyu kijana babake alifanya kazi kwa babake huyu muindaji miaka ishirini, wala miutwa haqahu, hakumlipa mshahara wake. fahadha alfaris akhadha ahadha bihaqi abihi min shekh alajuz wa hadha alghulamu akhadha bihaqqi abihi min alfaris fa subhana man samma nafsahu alhaqu, kwa huyu mwindaji amelipiza haki ya babake kwa huyu mkongwe, na huyu kijana amelipiza pia haki ya babake mshahara wa babake kwa huyu mwindaji. Mwenyezi Mungu ametakasika kwa jina lake kuitwa ni haki. Sasa ndugu zanguni, fahadha huwa dhulmu, hii ndio dhulma. Mwisho wa dhulman hii, fahiya badhu ukubatihi fi dunya kabla al-akhirah. hizi ndio adhabu za mwenye kudhulumu katika ulimwengu kabla ya maisha ya akhirah. Vovote wazee wangu watukufu, ukidhulumu haki ya mwenzako, ile haki ndugu zanguni inaogelea iko siku, vyovyote utakavyokuwa. Usikudanganye cheo chako, nguvu zako, hila zako, wazee wangu watukufu, usikudanganye. Hii ni dunia, wazee wangu watukufu. Dunia ina kanuni, dunia ina kanuni, dunia ina sheria Mwenyezi Mungu ambayo kwamba ameiweka, tusama dauran inaitwa mzunguko Mwenyezi Mungu ameweka sheria katika ulimwengu inaitwa inaitwa mzunguko. fa innaha sayaudu ilaika yawma ma, wakati wowote yatakurudia. sawau kana khairan am sharra, wowote atakavyokuwa. Ikiwa ni jambo la kheri umefanya, yatakurudia yale mema, na ukifanya jambo la shari pia vile vile, wazi wangu watukufu pia yatakurudia. azamanu Az ya duru wal ayami la tansa, hizi ni zama tu, wazee wangu watukufu. Zama zinazunguka, hizi siku hazisahuliki, wazee wangu watukufu. Ni mzunguko usikudanganye nguvu yako, wazee wangu watukufu. Wako wapi wenye nguvu waliokuwa madhalimu? Wako wapi aina namrud wa kanaan

sayuidu Allah kulla minhum wa sayajzi fa'ila ma qad fa'al wako wapi hawa kina namrud walikuwa majababar walitawali ulimwengu wa wazee wangu watukufu namrud aliotaka kumwadhibu nabii Allah Ibrahim alayhi salam yuko wapi leo kaumwadi yuko wapi Firauni yuko wapi wazee wangu watukufu wako wapi waliokuwa mabwenyenye katika ulimwengu leo, wako wapi kwa, kwa hivyo yeyote ambaye kwamba anahisi ana dhima ya mwenzake, ana dhuluma alitumia kwa hila aina yoyote, ndugu zanguni, jua hiyo dhuluma, tahadhari sana, fanya bidii uirejeshe hiyo kwa mwenzako kwa mwenyewe, imani ardhi, imani pesa, imani wirafi chochote kile cha dhulma, wazee wangu watukufu, kitakurudia adhabu yake, usipochunga yatakurudia. kullu saqi sayuska bimasaka dakka bidakka walau zitta la lazada saka. Kila, kila mtu atakunywa alichokiteka kila mtu atakunywa alichokiteka. kama tadinu tudani hata intwala zamani, wa kama wakamatuinu tuani wakamatadhlim satudhlam, wa kama tarham saturham. Wazee wangu watukufu tukufu, walaka mithla ma faalta, walau baada hin, utapata kwa mfano yale uliyofanya, hata kwa muda wa kuchelewa, wazee wangu watukufu yatakufikia ndo mzee mchaji Mungu akamwambia mwanawe dhakka bidhakka walau zita la zada saka mwanangu, pigo kwa pigo, kama ulizidisha mtekaji maji naye angezidisha. Mzee mchaji Mungu amemtuma mtoto wake kwenda kufanya biashara, amwambia mtoto wake, huko unapokwenda kufanya biashara, mlinde Mchunge dadako Yule kijana akamwambia babake, baba, vipi nitamchunga dadangu katika hiyo safari, hali ya kuwa dadangu yuko nyumbani hapa kwako, yuko chini ya miguu yako, nitamlinda vipi safarini? Akamwambia, ukilinda ma, madada wa wenzako, ndio umemlinda dadako. Ambia sawa, sawa baba. Akaenda akafanya biashara zake baada ya kufanya biashara zake, wazee wangu watukufu, amemaliza ile business yake, ataka kurudi, empambana na binti, binti amempenda yule kijana, ametaka kufanya naye fahisha, lakini kijana amekumbuka wasia wa babaki, dakka bidaka, pigo kwa pigo, mwanangu. Sema hapana, siwezi kufanya jambo kama hilo. Yule binti akamwambia, angalia Nitakufedhehesha, nitakusingizia. Basi angalau kama ufanye uchafu mkubwa, angalau ni busu. Yule kijana akaona kuliko kufedheheshwa la kubusu lina usahali, akambusu kumbusu. Kurudi nyumbani, anamwona baba hala raha, na yeye baba ana hasira. kunani tena baba, limetokea lipi? Akawa, mimi nilikupatia wasia kuwa daka bidaka, pigo kwa pigo. Huko ulipokwenda umefanya nini? Akamwambia, huko nilipokwenda babangu, sikufanya kitu. Hapana, nambia ukweli. Akamwambia, ndiyo nakwambia ukweli, kuwa mimi minti alinitaka nizini na yeye nikakataa, akataka kunifedhehesha, akaomba ni mbusu, nikambusu akamwambia ile kumbusu ndio hiyo dhaka bidhaka, walau zitta lazada saka. Aliingia yule mtekaji maji kwangu kule kuteka kuleta maji, alipoingia ukhti yako dadako akampita mbele yake yule mtekaji maji akamshika akamvuta akambusu. Sasa vile umebusu kule na huku pia umebusiwa, lakini kama ulizidisha na wewe pia ungefanya nini? ungezidishiwa kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, tuogope, tutahadhari. Wenye kudhulumu watahadhari, wazee wangu watukufu. Sahamu leili fa hiya inda llahi azim, ule mshale wa usiku mbele ya Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Wa intwala atharuha, hata kama itachelewa athari yake. Wa in nasiya ashabaha, hata yule mwenye kudhulumu akasahau, fa inna llaha la yansa Mwenyezi Mungu hasahau, Mwenyezi Mungu hawezi kusahau. fataku da'watul madhlum, iogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa. fa innaha laysa beinahu wa beina Allah ijab, dua ya mwenye kudhulumiwa, wazee wangu watukufu, haina kizuizi mbele ya Mwenyezi Mungu. fa innaha tasri billeili wannasu niyam. Yule mwenye kudhulumiwa huwa na kesha usiku, na watu wamefanya nini? watu wamelala. la tazlimanna idha ma kunta muqtadira tanamu ainaka walmadlumu muntabih yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanam, kama una nguvu basi usijaribu kudhulumu. Una nguvu unaona, wewe una nguvu tena, ole wa, wa mtu yule mtu ambaye kwamba hana mtu wa kumtetea isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, chunga naye kwa hivyo ndugu zangu na wazee wangu watukufu, dhulma si kitu cha kudumu kiku, kikidumu kinamwangamiza yule mwenye kudhulumu. Ndio jambo ambao kwamba tutafaa tutahadhari nalo katika ulimwengu kuliko kitu chochote ambacho una unachokiogopa. Vitu ambavyo amba tunaviogopa ulimwenguni ni picha tu, si za kuogopewa kweli, lakini dhulma, wazee wangu watukufu, ndio chenye kuogopewa kweli. Mwenyezi Mungu amesema waizati wajalali laansurannaka walaubaada hini, Mwenyezimungu anaapa kwa utukufu wangu, kwa nguvu zangu, nitakunusuru wewe uliodhulumiwa. Hata kwa muda mrefu, baada ya muda nitakuja kukunusuru siku moja. Ndugu zanguni, kwa haya machache, Mwenyezimungu atakujalia min aladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana.